Joe Ageyo alizaliwa Aprili mwaka 1977 katika kaunti ya Siaya. Safari yake ya masomo ilimpeleka Sawagongo High School na baadaye Egerton University ambako alihitimu shahada ya Agribusiness. Lakini ndoto yake haikuwa shambani. Alikaa moyoni mwa habari, ndipo akaingia chuo kikuu cha Nairobi kusomea diploma ya juu ya uandishi wa habari. Aliposikia kiu zaidi ya maarifa kasafiri hadi Geneva Uswizi, kusomea environmental diplomacy na kisha akaenda Manchester University kwa masters katika environmental governance. Leo akiwa na vyeti kutoka Netherlands, Geneva na akifanya PhD Drister University, Ageyo ni mwanahabari mwenye msingi wa kitaaluma usiyotetereka. Safari yake ya kitaaluma haikuanza kwa makuu. Alianza KBC kama mtainiwa wa mwaka mmoja na nusu bila mshahara, lakini hiyo haikumvunja moyo. Mnamo mwaka wa 2000 akajiunga na KTN. Hapa ndipo nyota yake ilianza kung'aa. Alibobea katika maswala ya mazingira na kuwa mwandishi wa kwanza wa TV nchini Kenya kuanzisha kipindi cha mazingira, yani Ecojournal. Kwa ubunifu huo Alipata tuzo ya Environmental Journalist of the Year mwaka wa elfu mbili na moja. Ulikuwa mwanzo wa safari yake ndefu. Mwaka wa elfu mbili na tano, Ageyo akahamia Nation Media Group na kuwa mkuu wa uzalishaji wa habari. Alifanya kazi NTV hadi mwaka wa 2012. Mwaka wa 2013 jina lake liliingia kwenye historia ya taifa, alipokuwa miongoni mwa wasimamizi wa mdahalo wa kwanza wa urais ulioandaliwa Brook House jijini Nairobi. Ni nafasi waliopewa watu wachache sana. Mwaka wa 2018 Ageyo alihama tena KTN na kuingia Royal Media Services akichukua na nafasi ya Peter Opondo kama mhariri mtendaji. Hapa aliongoza timu ya Citizen kwa miaka minne. Mwaka wa 2022 akafunga ukurasa huo na kujiunga na Nation Media Group kama mkurugenzi wa habari upande wa broadcast. Hakukaa muda mrefu kabla yake kupandishwa cheo, na mwaka wa 2023 aliteuliwa kuwa editor in chief wa NMG, nafasi ya juu kabisa katika uongozi wa habari katika shirika hilo. Agosti mwaka wa 2023 ilimkuta akitimiza miaka 25 katika taaluma ya habari, robo karne ya ubunifu, nidhamu na uongozi bora. Aliwataja Alex Chamwanda na Emmanuel Juma kama watu waliomsaidia sana mwanzoni mwa safari yake. Leo Joe Ageyo ni zaidi ya mwandishi, ni mwalimu, mshauri, mtafiti na msomi anayeheshimika sana barani Afrika. Kando na umaarufu wake, Ageyo huweka familia yake mbali na macho ya umma. Kwenye bio yake ya Twitter, anajitambulisha kama mume na baba bila kutoa maelezo zaidi amechagua kutenganisha maisha ya taaluma na familia yake, jambo ambalo wengi huliheshimu. Kutoka Siaya hadi kuwa mmoja wa viongozi wakuu wa habari nchini Kenya, safari ya Joe Ageyo ni somo kwa kila kijana anayetaka kuingia katika uandishi wa habari. Ni hadithi ya nidhamu, hadithi ya kusimama imara na hadithi ya kuonyesha kwamba uandishi wa habari sio tu kazi, bali ni huduma kwa taifa. Huyu ndiye Joe Ageyo, mmoja wa nguzo za vyombo vya habari nchini Kenya. Nimekuwa msimulizi wako Kaka Ken, na hii ni Kaka Ken 254. Usisite kusubscribe, kushare, kulike video hii, ili mwisho wa siku upate habari zingine zinazohusiana na mastaa wetu pindi tunapozipakia.